Na wakala wa nishati vijijini REA kupitia miradi mbalimbali umefanikiwa kufikisha umeme katika vijiji vyote 1785 vya mkoa wa Mtwara. Na kwa sasa hivi REA au wakala wa nishati vijijini imelenga kufikisha umeme katika vitongoji ambavyo vimebaki. Na kwa mkoa mzima wa Mtwara kuna jumla ya vitongoji 3421, kati ya vitongoji 3421 vitongoji 2354 vimeshafikiwa na umeme ambavyo ni sawa na asilimia stina tisa Vimebaki vitongoji elfu moja na stina saba ambavyo ni sawa na asilimia thelathini na moja ambavyo bado havijafikishwa huduma ya umeme. Na katika vitongoji hivyo elfu moja na stina saba, vitongoji takriban mia sita na kumi na moja vimewekwa kwenye mpango wa kufikisha umeme mpaka sasa hivi kwenye miradi inayoendelea ambayo ni miradi ya ujazirizi 2C yenye vitongoji mia nne stina moja pamoja na miradi wa wa wa wa ujazirizi 2A wenye vitongoji mia moja na hamsini kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini kwenda ishirini na moja mpaka ishirini ishirini na tano mwaka tunaoongea sasa hivi. Uh, REA imefanikiwa kufanya miradi sita takriban kwa mkoa wa Mtwara yenye jumla ya gharama ya bilioni mia moja themanini na saba nukta sita. Siku ya leo tupo katika wilaya ya Newala na tunafanya uhamasishaji pamoja na kuwasha umeme katika mradi wetu wa ujazilizi 2C ambao unaendelea, na tumefanikiwa kufikia kuwasha umeme pamoja na kuhamasisha katika vitongoji vinne kati ya vitongoji thelathini na tisa ambavyo vimechukuliwa na vimewekwa kwenye mradi huu katika wilaya ya Newala, na tumefanikiwa kufikia vitongoji vya Masasi, Mnambe, Butiama pamoja na Namkeni. Tumejaribu kuongea na wananchi na kuwaelezea umuhimu wa kujaribu kutunza miundombinu ya, mira, ya miradi hiyo ambayo imefikishiwa na serikali kwa kutumia gharama kubwa za fedha ili kuweza kuwafikishia huduma hiyo wananchi wake. Tumewaomba wananchi wawe kuwa walinzi wakuu wa miundombinu hiyo. Cha pili, watumie manufaa ya umeme huu ambao umefika kwenye vitongoji vyao kwa ajili ya kujiendeleza katika shughuli zao za kiuchumi, kufungua viwanda vidogo vidogo pamoja na matumizi ya nishati safi ya kupikia. Nimefurahi sana sana sana tu kupata mwanga katika eneo letu hili la Mkeni. Wakati wanyumba walikuwa giza mno, wadudu wengi wanatoka huko chini, huko chini kabisa, kwenye wadudu wengi wanakuja hapa kutudhuru. Kwa kweli nashukuru serikali ya Tanzania na wafanyakazi wote pia pamoja na rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kutuletea